Baada ya kupanda kwa mafanikio ya karakana, maisha ya Juma yalibadilika kwa kasi mpya. Wateja waliongezeka, pesa ilipatikana kwa uhakika na hata jirani wa karakana aliyejulikana kwa kelele nyingi alianza kumuita Injinia Juma. Lakini pamoja na hayo yote, Juma aliendelea kuwa yule kijana mnyenyekevu kutoka Mwamkala, hakuna kilichomwingia kichwani. Siku moja, aliweka tangazo dogo nje ya karakana. Mafunzo ya bure kwa vijana kujifunza ufundi na maisha. Watu walishangaa. Baadhi walimuuliza, hii itakusaidia nini? Juma aliwajibu kwa msimamo, nilisaidiwa, sasa ni zamu yangu. Mafunzo hayo yalileta vijana wengi. Baadhi walikuwa wameacha shule, wengine walikosa ajira, na wengine walikuwa tu wanajaribu kutafuta mwelekeo mpya. Juma alihamia katika jukumu jipya, kuwa mwalimu. Aliwafundisha jinsi ya kushika nyundo, kutumia mashine, kupima chuma na pia misingi ya tabia njema: uaminifu, uvumilivu na kuheshimu kazi. Kadri muda ulivyoenda, karakana iligeuka kuwa kituo cha matumaini. Gazeti moja la mitaani liliandika makala yenye kichwa: Kijana aliyebadilisha karakana ya Buguruni kuwa shule ya maisha. Lakini kadri jina lake lilivyozidi kukua, macho ya watu wasio na nia njema nayo yalizidi kumwangalia. Tukio la usiku wa ghafla. Ilikuwa ni usiku wa Jumamosi, karakana ikiwa imefungwa, Juma na Mzee Rashid wakirudi majumbani kwao. Ghafla, simu ya Juma ilianza kuita, mjenzi mmoja wa jirani. Kijana, njoo haraka! Karanaka yenu inawaka moto! Juma hakusubiri gari wala bodaboda. Alikimbia kwa miguu mpaka karakana. Watu walikuwa wamezunguka, wengine wakipiga kelele za kuitisha maji, wengine wakishangaa bila kuchukua hatua. Moto hautoki kwenye mashine wala nyaya. Ulionekana wazi kuwa ulikuwa umechochewa. Sehemu ya nyuma ya karakana iliwaka kwa kasi ya kushangaza. Juma alikimbilia mbele, lakini watu wakamshika. Mzee Rashid alikuja dakika chache baadaye, macho yakiwa yamejaa hofu isiyoelezeka. Kwa nini tena haya? aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Baada ya muda, kikosi cha zimamoto kilifika na kuuzima moto, lakini sehemu kubwa ya karakana ilikuwa imeungua. Mashine kubwa mbili ziliharibika na vitendea kazi vingi viliteketea. Lazima huyu mtu anaonewa wivu, jirani mmoja alisema. Huu sio moto wa bahati mbaya. Polisi walipokuja, uchunguzi wa awali ulionyesha mtu alikuwa amevunja uzio na kurusha kitu kilichowasha moto. Walipoulizwa kama wanamshukiwa yeyote, Juma alibaki kimya, lakini moyoni mwake alijua. Hamisi, yule mfanyakazi aliyeondoka kwa hasira, ndiye mtu pekee aliyekuwa na sababu. Kuporomoka au kusimama. Kesho yake karakana ilionekana kama mabaki ya kiwanda cha zamani. Wafanyakazi wachache waliobaki walisimama kimya, vijana waliokuwa wakijifunza walihifadhi nyuso zao za huzuni. Mzee Rashid akakaa ndani ya ofisi iliyobaki nusu, akishika kichwa chake mikononi. Mwake Juma, tayari nimezeeka, hii siwezi kuisimamisha tena, alisema kwa sauti iliyojaa uchovu. Lakini juma alisimama katikati ya karakana iliyoungua, akakosoa mabaki ya chuma kwa miguu, kisha akasema Hatujafika hapa kwa bahati, tumefika kwa jasho na maombi. Na kama tumefika kwa jasho, tutajenga upya kwa jasho nyingine. Vijana walianza kuinua vichwa vyao, wafanyakazi wakamgeukia. Mzee Rashid akamwangalia kwa mshangao. Kijana, unayo nguvu ya kuanza upya? aliuliza kwa sauti ya kutia moyo. Juma akatabasamu polepole. nina nguvu zaidi ya nilizokuja nazo mjini. Mwanzo mpya Msaada toka sehemu isiyotarajiwa. Habari za kuungua kwa karakana zilisambaa haraka katika mitaa ya Buguruni na maeneo ya karibu. Wateja waliopata huduma kwa Juma walikuja kutoa pole. Wengine walileta vifaa vya zamani, wengine walileta saruji, mabati au pesa kidogo waliweza kutoa. Lakini msaada mkubwa zaidi ulitoka kwa mtu ambaye hawakutarajia mapema: Bwana Maganga, yule mwiliki wa kiwanda kikubwa alifika akiwa na gari jeupe la mzigo likiwa limejaa mashine mpya ndogo ndogo na vifaa vya kujenga. Akasema kwa sauti iliyobeba uzito wa heshima, "Juma, tulikuokoa siku ile mashine yetu iliyoharibika, sasa ni zamu yenu kutusaidia." Kijiji kizima cha Buguruni kiliungana: vijana walijenga, wazee walishika maji, wanawake walileta chakula na kwa mara ya kwanza karakana ya Juma ikawa mfano wa umoja wa jamii. Baada ya wiki mbili za kazi ya mchana na usiku, karakana mpya ilisimama kubwa zaidi, imara zaidi, na na nembo mpya: karakana ya Juma na Rashid, kazi, uaminifu na maisha. Usiku wa ufunguzi, watu walikaa nje ya karakana wakisherehekea. Juma alisimama mbele, akiwatazama watu waliomzunguka Alihisi macho yakiwa yamejaa machozi lakini akayazuia. Alisema kwa sauti ya utulivu, nilianza safari yangu nikiwa na begi moja na ndoto, leo nina familia hii yote, asanteni. Na wakati watu wakishangilia, Juma alitambua jambo moja muhimu zaidi ya yote: kila hatua aliyopiga ilikuwa ikimwandaa kwa safari kubwa zaidi, safari ambayo bado haijamalizika.